Tatizo la watu wengi maishani mwao au maishani kwako binafsi si kukosa uwezo kufanya jambo katika maisha, bali ni hofu walionayo ambayo inayowazuia kuanza kufanya jambo maishani. Leo nataka kukuonyesha jinsi ya kuishinda hofu na uweze kufanya mambo makubwa maishani mwako, na bila kusahau jambo la mwisho ndo la umuhimu zaidi kulifahamu. Sasa naomba ubonyeze alama ya subscribe button hapo chini ili nifahamu kama na wewe upo katika safari ya kubadilisha maisha yako na kuanza kufanya mambo makubwa maishani mwako. Sasa tuanze. Moja. Jenga mtazamo chanya, wanaweza. Kila mafanikio makubwa unayoyaona duniani, chanzo chake hakijaanza kwenye pesa, elimu au nafasi fulani. Kimeanza kwenye kichwa, kwenye mtazamo na mtazamo muhimu kuliko yote ni ule unaosema naweza. Huu ni mtazamo wa ndani unaokupa ujasiri hata pale unapoona mambo ni magumu. Si kujidanganya, bali ni kukubali kwamba una uwezo wa kujifunza, kubadilika na kupiga hatua. Mara nyingi hofu tunayohisi haianzi juu ya tukio lenyewe, bali kwenye fikra zetu kuhusu tukio hilo. Ndiyo maana kubadilisha mtazamo ni hatua ya kwanza ya kuishinda. Sasa, kwa nini ni muhimu kuwa na mtazamo wa naweza? Kwa sababu akili ya binadamu hufuata mwelekeo wa fikra zake. Ukijiambia siwezi, akili yako inazalisha sababu za kukuweka nyuma. Ukijiambia naweza, akili yako inaanza kutafuta njia hata kama ni ndogo ya kukuwezesha kufanikiwa. Na hapa ndipo watu wengi katika jamii wanakwama, wana uwezo wana kipaji, wana ndoto, lakini hawajawahi kuamua kujiamini. Tuangalie mfano wa maisha ya kila siku yenye uhalisia: kijana anayetaka kuanzisha biashara. Kama kijana anataka kuanza kuuza nguo, wakati mwingine anajiambia, labda sitapata wateja, labda ndugu zangu hawataniamini, labda nitapata hasara hizi fikra zinaua hatua kabla haijaanza. Lakini akiamua kujiambia, wengine wameanza bila kitu na wamepiga hatua, na mimi naweza, anapata nguvu ya kuuliza bei, kutafuta mtaji na kuanza kidogo. Hatua ya kwanza inapatikana kutokana na mtazamo, si mtaji. Ukweli kuhusu mtazamo huu naweza haimaanishi mambo yote yatakuwa rahisi. Inamaanisha utapata nguvu ya kupambana mpaka yaweze. Inamaanisha hautakimbia tatizo bali utalikabili. Inamaanisha utakosea, lakini huchoki wala kukata tamaa. Ni zaidi, utapata nguvu ya kuendelea katika kila unachokiamini na kukifanya. Huu mtazamo ndio unawafanya watu wafanikiwe, hata kama hawakuwa na mwanzo mzuri maishani. Mbili, kataa fikra mbaya zinazojengeka kichwani. Kila mtu hupitia fikra mbaya, ni kawaida, lakini tatizo linakuja pale tunapoacha fikra hizo zituongoze, kutudhibiti na kutuzuia kuchukua hatua. Mara nyingi hofu na ukwamaji maishani havioko huko nje, viko kwenye kichwa chetu. Fikra mbaya ni kama mbegu Ukiziruhusu zikue zinaweza kuota mizizi ya kukuambia mimi siwezi, ntafeli, watanicheka, hii ndoto ni kubwa sana kwangu. Ndipo unakuta mtu ana kipaji, ana uwezo, ana nafasi, lakini anaishi maisha ya chini ya kiwango chake, kwa sababu ya fikra zinazodhibiti maendeleo yake. Kwa nini fikra mbaya zinakuja? Fikra hizi huja kutokana na uzoefu wa zamani uliouma, maneno ya watu waliokukosoa au kukudharau, hofu ya kushindwa, kujilinganisha na watu waliokwenda mbali. Lakini jambo la muhimu ni kwamba uwezo wa kukataa fikra mbaya uko mikononi mwako. Fikra haziwezi kukutawala ukiamua kuziweka kwenye nafasi sahihi. Mfano wa maisha ya kawaida katika jamii na halisia. Mfano Kijana anataka kuanza gym, anawaza, wataniangalia, labda mimi ni mwembamba sana, nitachekwa. Hii fikra mbaya inamzuia hata kabla hajaingia. Lakini akisema mtazamo wa watu sio kipaumbele, afya yangu ndiyo muhimu, anaingia gym, na baada ya miezi miwili anabadilika kabisa. Ukweli muhimu, Fikra zako haziwezi kukutawala ikiwa hujazipa ruhusa. Ni wewe unayeamua ni ipi utaamini, ni ipi utaipa nguvu na ni ipi utaikataa. Kuchagua kuondoa fikra mbaya ni njia ya kuondoa hofu, kuongeza ujasiri, na kujiweka kwenye nafasi ya mafanikio. Tatu, ungana na watu wanaokuinua. Kuna msemo unasema: Huwezi kuruka juu ukiwa umezungukwa na watu wanaovuta chini. Na huu ni ukweli unaoonekana kila siku kwenye jamii. Watu ulio karibu nao wana athari kubwa kuliko unavyodhani. Wanaweza kukuinua au kukushusha, kukuacha pale pale au kukufanya ukubali maisha ya kawaida hata kama uwezo wako ni mkubwa. Kwenye safari ya kushinda hofu na kufanya mambo makubwa, huwezi kwenda peke yako. Unahitaji watu wa aina sahihi, watu wanaoamini uwezo wako, watu wanaokutia nguvu, si watu wanaokukatisha tamaa. Kwa nini watu unaoambatana nao ni muhimu sana? Kwa sababu binadamu huathiriwa sana na mazingira yake. Ikiwa unakaa karibu na watu wanaolalamika kila siku, inaweza kuongeza hofu, kukosa ujasiri na kuona dunia ni ngumu. Lakini ukikaa karibu na watu wanaosema jaribu unaweza songa mbele, unapata ujasiri wa kuvuka mipaka yako. Watu sahihi wanakuongeza, wanakupa mtazamo mpya, na wanakupa sababu ya kusimama hata pale unapojisikia umechoka. Aina ya watu wanaokuinua: moja, watu wanaokuamini hata kabla hujaamini mwenyewe. Mbili, watu wanaosema ukweli kwa upendo, sio kwa ubaya au wivu. Tatu, watu wanaokutia nguvu unapokata tamaa. Nne, watu wanaofanya zaidi ya kusema. Mfano wa maisha ya kawaida katika jamii na yenye uhalisia: mtu anayetaka kuanza biashara akikaa na watu wanaosema biashara ni ngumu, utaanguka, hilo wazo halifai, ataacha kabla hajaenda popote, lakini akikaa na watu wa biashara ataona njia Atasikia mafanikio yao na atapata hamasa ya kujaribu. Kwa nini hii inasaidia kupambana na hofu? Kwa sababu hofu inakuwa dhaifu unapokuwa karibu na watu wenye nguvu. Maneno yao yanakutengenezea fikra chanya, mtazamo wao na kusaidia kuamini ndani yako. Mazungumzo yao yanakufanya uone uwezekano badala ya hatari. Watu wazuri wanaondoa hofu yako taratibu bila hata wewe kugundua. Nne, jifunze kupitia makosa bila kujilaumu. Kila mtu duniani anakosea. Hakuna aliyezaliwa akiwa mkamilifu. Tofauti ya watu wanaofikia mafanikio makubwa na wale wanaokwama haipo kwenye makosa yenyewe, bali kwenye namna wanavyoyachukulia. Watu wanaofanikiwa wanaona makosa kama darasa. Wanaokwama wanaona makosa kama hukumu. Makosa ni sehemu ya safari, ni mwalimu mzuri kuliko mafanikio, lakini kushindwa kujua namna ya kuyachukulia hutengeneza hofu, kuchoka kiakili na kujiadhibu bila sababu. Kwa nini hatupaswi kujilaumu? Kwa sababu kujilaumu kunaua uwezo wa kutafuta suluhisho. Unapoanza kujisema vibaya, akili yako inafunga milango ya ubunifu na inaleta hasira, huzuni na kukata tamaa. Tofauti yake, mtu anayekubali kosa bila kujichukia anajiambia nimekosea, lakini ninaweza kujirekebisha. Hii inampa nafasi ya kujifunza na kubadilika. Aina za makosa ambayo wengi hufanya: kosa la kifedha, kuwekeza vibaya, kutumia pesa kupita kiasi; kosa la mahusiano, kuamini mtu vibaya, kukosea uamuzi; kosa la kazi kukosea kwenye project, kuchelewa, kutokuwa makini. Kosa la maisha ya kila siku, kukosa muda, kulaumu watu bila sababu, kutokujiamini. Yote haya ni sehemu ya ukuaji, hakuna kosa lisiloweza kukufundisha. Mifano ya maisha ya maisha ya kawaida katika jamii na yenye uhalisia. Mfano mmoja, mtu aliyefeli biashara mara mbili kama mtu alianza biashara ya kuuza vifaa vya simu, ikafa, akaanza kuuza mafuta ya kupikia ikafa. Akiwa mtu anayejilaumu atasema basi mimi si mtu wa biashara, na hapo anajivunja moyo kabisa. Lakini akiambua kujifunza, anaangalia nilikosea wapi. Je, nilikosa utafiti? nilianza bila mpango mzuri? nilitumia mtaji vibaya? akijifunza kwenye kosa Biashara ya tatu inaweza kuwa mafanikio yake makubwa. Kwa nini makosa hayaondoki kwenye safari ya mafanikio? Kwa sababu kila hatua mpya inahitaji uzoefu mpya. Huwezi kukua bila kufanya makosa. Watu wakubwa duniani, wanasiasa, wana michezo, wafanya biashara, wasanii, wote walikosea mara nyingi kuliko watu wa kawaida. Ndiyo maana kujilaumu ni kupoteza muda na nguvu lakini kuchukua somo ni kuongeza nguvu. sita. Fanya ibada na kumwomba Mwenyezi Mungu bila kuchoka. Katika safari ya kushinda hofu na kufanikisha mambo makubwa maishani, nguvu ya imani ni sehemu isiyoweza kupuuzwa. Hii ni nguvu ya ndani inayokupa uthabiti wa akili, ujasiri wa moyo na matumaini yasiyoisha hata pale maisha yanapokuwa magumu. Ibada na maombi si tu mila au desturi, bali ni chombo cha kujipatia nguvu, kuelewa maisha na kupumua baada ya changamoto. Wakati unapoomba bila kuchoka, moyo wako unapata uthabiti na akili yako inapokea faraja huku ikikusaidia kupiga hatua bila ya hofu ya kushindwa. Kwa nini ibada na maombi ni muhimu katika kushinda hofu? Moja, inakupa amani ya ndani. Mbili, inakupa uthabiti wa kufanya maamuzi. Tatu, inakuondolea mashaka ya ndani. Kila wakati unapoomba na kuomba kwa imani, moyo wako unajazwa matumaini. Hii hupunguza hofu ya kushindwa na inakuinua kiroho. Mfano wa maisha ya kawaida katika jamii na yenye uhalisia: kijana anayeogopa kuanza biashara, kama anaogopa hatimaye ataishia kusema labda siwezi. Lakini anapoomba anapanga, akafanya ibada na kuomba mwongozo, anapata uthabiti wa kufanya hatua ya kwanza. Hii inamfanya asiogope kushindwa, bali aone kila changamoto kama sehemu ya safari. Natumai utakuwa umepata funzo la umuhimu sana na lenye thamani, kama umefikia hapa sasa katika video yetu. Sasa usisahau kubonyeza alama ya subscribe button hapo chini ili na wewe uunge mkono katika safari hii ya mafanikio, na hapa katika chaneli yetu ni sehemu bora ambayo tunakuza akili na moyo. Sasa usisubiri gari hili la safari ya mafanikio likupite bila kulike na kucomment somo ulilopata, kisha usubscribe. Tukutane katika video inayofuata ya mafunzo na chakula cha akili.